Tunaendelea kupata taarifa tu kwamba uh, barabara imefunguka, barabara imefunguka na uh, hivi sasa mabasi ya abiria, magari madogo yanaendelea kupita, na tumetoa kipaumbele kwa magari ya abiria, tumetoa kipaumbele kwa mabasi, mabasi, mabasi ma, ya abiria na magari madogo uh, ili kuweza kuwapa nafasi wananchi waweze kuendelea na, kwa kwa na shughuli zao. Kwa hivyo la msingi la kwanza ni kwamba huduma za usafiri na usafirishaji eh, kwa mikoa ya kusini imerejea. Na kipaumbele chetu ni magari ya abiria, magari madogo, halafu na magari ya mizigo pia vilevile. Na ile nyingine ambalo ningetamani lieleweke wazi, hii iliyotokea ni dharura na wakati dharura hii inatokea ni kwamba kazi ya ujenzi wa madaraja yale ambayo ni ya kudumu ilikuwa ikiendelea, na hivyo maana yake isije kuonekana kama vile labda kila siku tunashughulika na dharura. La, kazi hii le, ilikuwa inaendelea. Madaraja tuliyonayo hapa ni matano yaliyokuwa le, katika hatua mbalimbali, na yote yapo katika stages mbalimbali. Ni vile -mbali tu kwamba ujenzi wa daraja sio kama vile ni jambo wakati mmoja wau wa muda mfupi, ni hatua, tengenezwe nguzo ikomae, mae imwagwe zege, liko mae. Kwa hivyo hatua kwa hatua, naomba waba ni watoe hofu Tanzania, wasikia wakadhani kwamba toka ilipotokea dharura ya mwaka jana, kuna serikali ilichokifanya Serikali imechukua hatua madhubuti kabisa na kila mahala yuko mkandarasi anafanya wajibu wake. Hili ililotokea leo ni sehemu ya dharura, kama ambavyo wakati wote dharura inaweza ikajitokeza. Narudia kuwashukuru sana uh, wananchi wote kwa uvumilivu, nawashukuru sana kwa subira, lakini vile vile tunaendelea kuwashukuru sana wakandarasi wetu, uh, wataalamu wetu wa TANROADS na wote, tunamshukuru kwa namna ya kipekee kabisa Mweshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa eh, moyo na msukumo mkubwa wa kuhakikisha kwamba kazi tunaifanya usiku na mchana bila ya, ya kuchoka. Kwa, kwa upande wa kituo cha mabasi cha Mbagala ambacho ndio kama kituo kikuu kwa mabasi yanayokuja kusini, kwamba wame wamezuia watu kuto kuja, tunaomba watu waendelee E, waendelee wa bebe abiria na waendelee kuwasafirisha watu, kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi barabara imefunguka. Kilichobaki nacho ni kuimarisha tu, tunaendelea kuimarisha hatua hadi hatua hadi hatua. Lakini ukweli tuwatoe hofu Watanzania, kwa dharura hii imeidhibiti, na maisha yanaendelea, na nirudie kusema hiyo haimaanishi kwamba sisi tunadili na dharura tu kazi ya ujenzi. A, hili ni lori kubwa kabisa na lenyewe tayari limekwisha kupita na malori mengi sana yameendelea kupita. Tutaendelea kutoa kwa hesabu gari ngapi za bidhaa zimepita, gari ngapi ndogo za za wananchi zimepita, na vile mabasi ya wananchi ni mangapi yamepita. Kwa hiyo hayo mabasi yaliyoko Bagala, yaliyoko Lindi, sasa yaje yapitishe watu, yaliyoko Mtwara, ili Watanzania waendelee na shughuli zao kama kawaida. Na vilevile tunawashukuru waandishi wa habari reporters wote kwa kuwa mmekuwa mkiwaeleza Watanzania kile ambacho kwa hakika kinaendelea hapa katika eh, site hii ya Somanga, lakini na vile vile ile ya upande wa matano.